ya Nyeri Mutahi Kahiga ameomba msamaha kwa familia ya marehemu Raila Odinga kutokana na matamshi aliyotoa siku ya Jumanne. Kahiga akisema matamshi yake hayakuwa ya, haya ya kusherekea kifo cha Odinga na kama njia ya kuwajibikia matamshi yake ametangaza kujiuzulu kama naibu mwenyekiti wa Baraza la Magavana. Haya najiri huku ama, wakati ambapo Baraza la Magavana limemtimua katika wadhifa huo huku wakikashifu matamshi hayo, na kama anavyoarifu Zablon Macharia, mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, amesema kwamba matamshi ya Gachagua siyo yake mwenyewe, ila ni ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na kama chama hawatashirikiana na watu wa aina hiyo. Matamshi ya Gavana wa Nyeri Dr. Mutahi Kahiga kuhusu kifo cha hayati Raila Odinga yameonekana kuibua hisia ya mseto nchini, jambo ambalo limemlazimu kujitokeza hadharani na kuomba msamaha kwa Wakenya na familia ya Odinga. From the former prime minister Raila Amolo Odinga and the luo nation and Kenyans at large and to my colleague leaders from all sides of the political divide for any harm that it has elicited. Gavana Mutahi akiweka bayana kuwa matamshi yake yalikuwa yake kama mtu binafsi na hayakuwa yanawakilisha msimamo wa jamii mrengo wowote wa, wa kisiasa au Baraza la Magavana. Haya yanajia wakati ambao muungano wa upinzani wamejitokeza na kuyalaani matamshi yale na kumtaka awaanike wale wanaosema wanamtumia kuibua matamshi kama yale ya kikabila. Wakati huo huo, Baraza la Magavana limeamua kwa kauli moja kumtimua Gavana Kahiga kama makamu mwenyekiti wa baraza hilo, wakiongeza kuwa matamshi yale yaliyokuwa yake binafsi na siyo msimamo wa baraza hilo We wish to

Haya yanapotendeka gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amemkashifu gavana Kahiga, akidai kuwa Kahiga hakuwa na zungumza kwa niaba yake na kuwa hawatashirikiana na kiongozi yeyote anayeshirikiana na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua au gavana Kahiga. and what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson Yeah, yeah. Semi hizi zinajia wakati ambao baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono Gachagua akiwemo seneta wa Nyandarua John Medho amemtaka Wanga kusita kumhusisha Gachagua na matamshi ya Kahiga. Zablon Macharia, Undugu